Bima mpya ya afya ya SHA inapoonekana kukosolewa na Wakenya pamoja na viongozi mbalimbali kila kukicha, kutokana na madai kuwa pesa zinazolipwa kwa bima ya SHA zinaingia katika akaunti tofauti, gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti amezitaka asasi za serikali kuingilia kuchunguza na kuweka wazi ni akaunti zipi pesa hizi zinapoingia.

Mbunge wa kaunti ya Nandi Sindi ya Muge akibaini kuwa kufikia sasa ni Wakenya milioni ishirini na mbili waliojiandikisha na bima hii, ila Wakenya milioni tatu pekee ndio wanaotoa wa malipo ya wa kila mwezi. shida ile tuko nayo kidogo ni mambo ya kulipa ya kwamba, tukiongea siku ya leo, watu ambao wamerejista kama members wa SHA ni watu milioni ishirini na mbili, lakini watu ambao wanalipa SHA ile inaitwa uh, payment ya kila mwezi wala wameandikwa kazi na wale ambao wanalipa kwa uh, uh, uh, privately ni watu milioni tatu peke yake. So pesa ya watu milioni tatu ndo inatibu hao watu milioni ishirini na mbili ambao wamejiandikisha. Akizungumza katika kaunti ya Mombasa, gavana Ndeti amekashifu viongozi wanaopinga kanisa inapoikosoa serikali, akisema kanisa linataka kupata majibu kuhusu maswali yanayoathiri wa Kenya wala aliendelezi siasa. So, someone saying that uh, we should separate the church and all those, I, I don't think it is right. Sisi wote tukae tusikizane tuone vile nchi yetu itaenda pamoja, maneno ya blame game watu wawache, na maneno ya kublame kanisa watu wawache, kwa sababu sisi hata kama ni viongozi politicians when we are looking for for votes we went to the church. Na sio maneno ya siasa, wakiuliza maswali wanauliza valid questions. So let us listen na wakati huu kunapoendelea kushuhudiwa kutengenezwa kwa miungano mipya ya kisiasa Gavana Ndeti amesema taifa la Kenya lina demokrasia na viongozi wafai kuwakashifu wenzao wanapotengeneza vyama vya kisiasa. is a democratic country. Ukiangalia kama UDA, kuna wale wamevunja vyama vyao wakaingia wote kwa UDA. Ukiangalia upande wa opposition, kuna wale sasa wanaleta vyama vyao pamoja ndio waungane It is a democratic country. Kila mtu afanye ile yake anafikiria ina, you know, hakuna haja ya kukashifu mtu hapo, yeah? Ukiangalia wengine wanaendelea kuvunja vyama, wanaingia kwa chama moja, wengine wanaenda kufikiria vile watashikana kama vile vyama vingine. Isaac Musioka, Undugu TV.